Ibada ya Jumapili katika eneo la Makadara, kaunti ya Nairobi iliyoleta pamoja viongozi mbalimbali wakiongozwa na Rais William Ruto ilitoa nafasi murwa kwa viongozi hao kuwajibu wakosoaji wa serikali hasa wanaoonekana kupinga miradi inayoendelezwa na serikali. No, tunaelewana jameni, na niko na muda ya kutosha ya kunyorosha hii maneno. Rais Ruto akiweka wazi kuwa kamwe hata kubali kurudishwa nyuma na viongozi wanaopinga miradi anayoendeleza akibaini kuwa miradi hiyo inasaidia pakubwa katika kuliendeleza taifa na atahakikisha amekamilisha na kutimiza alioahidi wa Kenya. Munasikia watu wananipigia makelele lakini mimi sijali, si makelele mimi i am focused, mimi i am focused kwa sababu Mungu ndiye amenipatia nafasi ya kuongoza Kenya, si ndio? na amenipatia assignment ya ku transform this nation na hiyo assignment i will see it through. Rais akitoa wito kwa viongozi na wananchi kushirikiana katika ujenzi wa taifa huku akiwashukuru viongozi wanaoshirikiana naye kupitia muungano wa serikali jumuishi, akibaini kuwa kupitia muungano huo taifa litapiga hatua muhimu kimaendeleo. Mimi nawashukuru viongozi wengi ambao wamekubali tushirikiane. Mheshimiwa Raila Odinga amekubali ya kwamba tuweke taifa letu la Kenya mbele. Rais akiahidi kushirikiana na viongozi wa kaunti ya Nairobi kuendeleza miradi itakayoboresha jiji hilo kupitia ujenzi wa barabara, viwanja, majengo na kusafisha mto Nairobi. Tayari tuko na project kubwa ya Nairobi Rivers Commission. Hii Nairobi River nitaisafisha, msijali hii na niko na date ya kumaliza, nilianzisha 2027 Januari tarehe 15 itakuwa imeisha. Viongozi walioandamana na rais akiwemo gavana wa Nairobi, Johnson Sakaja wakiendelea kupigia upato miradi inayoendelezwa na serikali ikiwemo mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, wakibaini kuwa ni kwa manufaa ya mwananchi wa kawaida huku wakikashifu viongozi wanaoipinga miradi hiyo. Nilisikia juzi ule jamaa alikuwa ule ule wa ukabila, akisema, akiuliza rais ati, nani alikuambia tunataka manyumba, atumjengeye akaena yake, amejenga alisema sijui 150 million. Watu waache kutukana rais. E, rais aheshimiwe. Kama utakuwa rais, heshimu rais ule yuko. James Mwangi Undugu TV.